Vijana wengi hatupendi kusikia haya mambo ya kikanisa. Unaona, haya maisha ya Kikristo ni kama yanawachelewesheni. Huyu anahubiri anasema hivi, mwoni mwangu, kinyongo, chokochoko, chuki, njoni wa Hebruni, njoni wa toto, leteni matawi ya kumsalimu mwana wa Daudi, kweli masi anakuja kwenu mwenye huruma. Waumini wa parokia Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi, jimbo Katoliki la Singida, leo wameungana na Wakristo wengine ulimwenguni kuadhimisha Jumapili ya matawi ambayo ndiyo siku Yesu Kristo alivyoingia mara ya mwisho Yerusalemu ilikufa na kufufuka kwa wokovu wa wanadamu kadiri ya Injili zote. Siku hii alishangiliwa na umati mkubwa hasa wa vijana kwa kutumia matawi ya mitende na ndiyo asili ya jina hilo. Matawi hayo yalitumika kama ishara ya ushindi na matumaini kwa Masiha, ambaye walimtandikia nguo zao huku wakiimba nyimbo za furaha wakati akiingia Yerusalemu. Maandiko Matakatifu yanamtaja Yesu Kristo kuwa ni mfalme wa amani, sio mfalme wa vita, mpoli mnyenyekevu, mvumilivu na hana makuu. Ili kudhihirisha hili, anaingia Yerusalemu kwa shangwe na furaha akiwa juu ya mwanapunda, mnyama mpole na mtaratibu asiye na makuu, ambaye kwa Wayahudi alikuwa ni mnyama aliyetumiwa na watu duni, masikini na wanyonge kwa kazi na safari, tofauti kabisa na farasi aliyetumiwa na ufalme na majemedari wa vita. Yeye akitambua kwamba ni mfalme, mfalme wa amani, haagizi wanafunzi wake wakamletea farasi, kwa sababu wafalme walikuwa wanasafiri kwa Yesu anaonesha yeye ni mfalme mnyenyekevu anayekuja kwa ajili ya watu wote. Kama Yesu angekuwa anaonesha matendo ya kifalme, matendo ya kitajiri, angebaki na matajiri tu na angebaki na watu maarufu tu. Punda ambaye hajatumiwa bado kwa kazi ama safari za kawaida, anatumika kwa mambo matakatifu. Je, punda huyu ana maana gani katika Injili? Mwanapunda na ujumbe, mimi niliyokwenda, mi nimekwenda huko Yerusalemu, usafiri uliokuwa mkubwa wakati ule ni wa, wa punda. Sasa watu anapokuja kumvanda kum huyo, wana, wa, waone kwamba ni mfalme, lakini ni mfalme wa ufalme wa Mungu. Ilikuwa ni kuonyesha kwamba yeye ana uwezo Jumapili ya Matawi ndiyo mwanzo wa Jumakuu linaloadhimisha matukio makuu ya historia ya wokovu kadiri ya imani ya Wakristo. Tangu mwaka 1985 kwa uamuzi wa Papa Yohane Paulo wa pili, katika siku hii kanisa Katoliki linaadhimisha pia siku ya kimataifa ya vijana, kwa sababu kadiri ya Injili watu wa rika hili ndio waliomshangilia zaidi Yesu akiingia Yerusalemu. Wasafi Media kupitia makala hii tunayamulika maisha ya vijana ambao kwa kiasi kikubwa yamegubikwa na anasa za dunia, hasa zinaa inayochochewa na inayo ukuaji wa teknolojia ya mawasiliano iliyosababisha kundi hili kutumia mitandao ya kijamii kujianika kwa kuchapisha video na picha za utupu. Je, hali hii inaathiri kwa namna gani maisha ya Ukristo? ana maana kwamba zinaa kukwazana hata kwa madhambi mengine ni kupelekana motoni. Tuwe watu wasala, na hasa ninyi vijana munaona haya maisha Kikrisu, ya Kikristu ni kama yanawachelewesheni maisha yeni, kwenda kuiba, kwenda kwenye ufuska, kwenda kwenye disko. Na ndio nilikuwa na wazee hapa hapa kanisani leo, nawaambia waangalie maisha ya vijana Tuwasaidie vijana tusiwakatie tamaa, na ninyi muanze kuwalea watoto wenu vizuri kuelekea katika maisha ya kiroho, maisha mema. Shetani pia awezi kumtumia mtu dhaifu, shetani anamtumia pia mtu mwenye nguvu. Tukija kwenye kanisa, kundi gani lina nguvu sana? Kundi gani pia lina ushawishi? Ni kundi la vijana. Na mitandao ya kijamii kwetu, tunaona watu wanajianika, watu wanafanya vitu ambavyo sivyo lakini kabla hatujatumia pia malalamiko kwa vijana, mimi kijana pia nalelewa, pengine changamoto inaonekana zaidi pia kwenye malezi jamii, na kijana tunakuwa tunapitia mabadiliko mengi, au vijana wanapitia mabadiliko mengi, kuna umri balee, kuna vitu vingi sana sana, kwa bado kijana anahitaji mwongozo kwanza wa mlezi au mzazi lakini pia kwa hawa viongozi wetu wa kanisa. Sasa hivi ukiangalia, asilimia kubwa ya vijana wanaona kufanya kitu cha hovyo kwenye mitandao ya kijamii ni kama shortcut ya maisha, kwamba nipate watu wengi wa kuniona, nipate watu wengi wa kuniangalia. Na huyo huyo kijana hujue ni nguvu ya kanisa inamtegemea, sasa anategemewa kanisani, anajisahau yeye anaenda katika katika ile wanasema ni, ni, ni, ni, ni manufaa yake binafsi, aangalii jamii yake, aangalii familia yake. Wengine ndo hivyo tena, wakihama hata kwenda mikoa mingine, anajua familia yangu nimejitenga nao mbali kidogo huku na, na uhuru sasa wa kufanya chochote kile kwao, unakuta anajianika. Mwisho wa siku yanakuja kuwa majuto kwa sababu yeye yeah, yeah, huyu kijana ndio mtu mzima wa baadaye, ndio mzazi wa baadaye. Vijana kweli ndio nguzo ya kanisa, sio tu nguzo ya kanisa. Hata ukiangalia kwenye Biblia Adamu aliumbwa tayari ni kijana kuumbwa mtoto akakabidhiwa dunia alikuwa kijana mwenye nguvu, Mungu akamkabidhi ile bustani ya Eden, lakini hata Yesu ameanza kufanya kazi akiwa ndo kijana mwenye miaka 33. Kwa hiyo kijana ndio mwenye nguvu, na shetani naye anamtumia kijana yule yule kuharibu ule wito na mapenzi ya Mungu ndani yake. Zikiwa zimetimia siku 40 tangu kuanza kwa kipindi hiki cha kujipatanisha na Mungu yani Kwaresma. Je, kipindi hiki kimekuwa na mchango gani kwa vijana hawa katika mapambano ya kuutafuta utakatifu? Kina mchango mkubwa sana, kwa sababu kinanikumbusha kuna wakati wa kuwa hai na wakati wa kifo pia. Kwa hiyo natakiwa nijiandae na mimi kwa maandalizi yangu ya toba ya kweli kwa ajili ya siku ya mwisho ambapo nitakuwa sipo katika uhai wa wa duniani nipo katika maisha mengine ya mbinguni. Tunapokuwa tunafunga pia kuna nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo unaipata. Kuna vitu unajishtukia tu kabisa automatically umeshaviacha, lakini kitu kingine kufanya toba, yaani kuna majuto ambayo unayafanya, kwanza ndani ya moyo unaanza wewe, lakini pia unaenda sasa kuyatoa kule nje. Kuna kwa mfano kama hapa umekuja leo, pia tukwepo na mafungo, kuwepo na kufanya kitubio. Kufanya kitubio, unatubu, unafanya toba ile ya kweli ya ndani ya moyo. Lakini pia kitu kingine, kufanya matendo ya huruma. Kwangu mimi kipindi hiki kwa kweli kimenisaidia sana kufanya matendo ya huruma. Ni kipindi kirefu nimetafakari mabaya ma, ma, ma, ma, na maanguko yangu, nikawa nimejipanga kwenda nikafikiria sasa, sijui ni lini, nikawa najikusanya vizuri, lakini ghafla ni kama neema ya Mwenyezi Mungu, juzi tukapata tangazo la kuwa na mafungo hapa hapa, hapa, hapa kanisani parokiani kwetu. Lakini nimejiandaa kupitia ma, kwa mafungo haya ni lazima ni lazima mizigo yangu nikaitue. Kama kuna chochote moyoni mwangu, kinyongo, chokochoko choko, chuki, fitina kitu chochote ambacho nilikuwa nacho, namshukuru Mungu leo naona kama nimetua mizigo ambayo nilikuwa nayo. Kama umekata tamaa, kuna tumaini unajua yupo aliyekufa kwa ajili yangu. Tumaini jipya lipo, kuna kufufuka. Maisha yangu yanaweza yakafufuliwa mapya. Kama nimekata tamaa, kuna vitu naviona haviendi, tuna mchango unaonipa kwamba kama Yesu alikufa akafufuka, kwamba hata mimi kwenye maisha yangu vitu ambavyo naviona vimekufa na, na haviwezekani tena, basi vinawezekana vikasimama na vikafanya kazi. Mtazamaji. Tunapokamilisha makala hii, kanisa linahimiza waumini kuvumilia mateso na magumu anayoyapata katika kumfuata Kristo ili waufikie ule utukufu wa milele. Hadi wakati mwengine, kwa heri <mulia>